Katika moja ya vituo vyetu, siku moja, amekuja bosi mmoja, anaendeshwa na analindwa na gari kubwa ya serikali ha. Tukajua labda tunatembelewa na kiongozi wa kiserikali. Karibu bwana, mheshimiwa, karibu. Na walioko pale wakanipiga simu kwa haraka, katibu, kuna wageni wakubwa wamekuja huku, tunakuomba ufike mara moja, kwa sababu afiko mbali. Nikaenda, karibishwa, akasaini daftari Nimekuja kutembea hapa, kuna mtoto wa dada yangu yuko hapa ndani. Unasemaje? <laughs> Sheikh sawa. Na mtoto wa dada yangu dada yake dada yangu kabisa, toka nitoke, nimemletea na zawadi. Subhanallah, huyu ni Muislamu, nimekuja yeye na mke wake, nimekuja na watoto wao, alafu anamwita mtoto wa dada yake, anampa na zawadi alafu wanaondoka, kwenye gari, wanaingia kwenye gari, wanarudi kwao. Mmeipata hiyo picha, ndugu zangu Waislamu? Hapo hapa ndipo tulipofikia. Mtoto wa dada yako anakaa kwenye kituo cha yatima, unampelekea zawadi. Wewe una uwezo mkubwa wa kukaa naye akala unachokula, akaishi kama unavyoishi watoto wako, lakini umempeleka kwenye kituo cha yatima. Unadhani kwamba ukimpelekea ile zawadi basi umemaliza, lakini huelewi kwamba umemtelekeza yatima ambaye ni damu yako, umeka kule, na sababu kubwa, tanisamee kina mama, inarudi kwenu. Wanawake wanawake wengi hawapendi kukaa na watoto wasiokuwa wao. na mimi sitaki kuchanganyia watoto hapa bwana, wanakuja na tabia zao za ajabu ajabu. Peleke kituoni ah. Lakini mtoto wa ndugu yetu ah, mpeleke kule, sichanganyie watoto hapa, watoto wangu wataharibika, watoto wangu watakuwa nini? Unamshinikiza mume wako mpaka akatai ndugu zake oh, utakuwa ni mwanamke wa aina gani? Kama ni Muislamu una imani una, una, una, una, una gani mbele Allah ya Allah subhanahu wataala? Na haya ndio yanajitokeza na yapo katika vituo vingi vya yatima, ndugu zangu kuna watoto wengine katika vituo wallahi, tangu wameingia akiwa na umri wa miaka mitatu mpaka anamaliza form 4, hajawahi kutembelewa na mtu yoyote, yani kama vile amedondoka kwenye mti, sio Idi, sio nini, hajawahi kutembelewa na mtu anaitwa ndugu yake, zaidi ya Waislamu wenzake, mpaka anamaliza form 4. Wengine wanaendelezwa siku ya kuoa au kuolewa, hasa kuolewa, ndio ndugu wanakuja, hatujui wametokea wapi. Ah, haiwezekani akaolewa mpaka sisi tuidhinishe. Kwanza mahari shilingi ngapi? Mlikuwa wapi? Miaka kumi na sita tunalea mtoto. Ninyi mlikuwa wapi? Yaani Waislamu